Kitabu cha Mathayo sura ya tano na lile fungu la kumi na tatu Mathayo kumi na tano eh, Mathayo tano ule mstari wa kumi na tatu hadi ule mstari wa kumi na sita Mungu anasema ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Fungu la kumi na nne, ninyi ni nuru ya ulimwengu mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Fungu la 15, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Fungu la 16, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Hilo neno la Mungu. Kwa nini maneno haya? Kusudi la Mungu kwa watoto wake, kusudi la Mungu kwa kanisa lake ni watu ambao wanapaswa kuishi wakitafuta kudumisha viwango dhahiri na vya wazi vya Kikristo kwa ulimwengu mzima. Hilo ndio kusudi la Mungu, na pia kusudi la Mungu katika habari ya wanaobeba ujumbe wa malaika watatu wa Ufunuo sura ya kumi na nne fungu la saba hadi kumi na mbili. Wanaobeba ujumbe huo kuupeleka kwa ulimwengu, ni sharti wawe wamekubali kujikana nafsi, wawe wamekubali nuru ya Kristo iangaze ndani yao, wawe wamekubali kusariti na kuviacha viwango vyote vya kiulimwengu. Na hapo ndipo watafaa kuubeba ujumbe huu wa malaika watatu kwa ulimwengu wote. Hakuna yeyote atakayeweza kuubeba ujumbe wa malaika watatu kuupeleka kwa ulimwengu, ikiwa viwango vya ulimwengu huu vina maana kubwa kuliko viwango vya Kikristo na hivyo wale wote wanaokusudia kubeba ujumbe wa malaika watatu kwa ulimwengu ni sharti wao wamekubali kujitakasa ndani ya mioyo yao, lakini ni sharti wao wamekubali viwango vya ulimwengu huu visiwe na nafasi. Hawatakubali kwa namna iwayo yote kufanya maridhiano na viwango vya kidunia, maana watakapofanya maridhiano na viwango vya kidunia hawataweza kubeba ujumbe huu. Namaanisha nini? ujumbe wa malaika watatu ambao ni injili ya milele ni ujumbe ambao unawaita watu kumcha Mungu na kumtukuza katika ujumbe wa malaika wa kwanza. Lakini ujumbe wa malaika wa pili anatangaza anguko la Babeli, umeanguka, umeanguka Babeli. Na ujumbe wa malaika wa tatu anatoa onyo dhidi ya watu ambao wanakubali kuabudu mnyama na sanamu yake, kwa maana ibada bandia kwa hiyo mambo haya matatu ama ujumbe wa malaika hawa watatu ni ujumbe unaoamua hatima ya dunia hii kabla tu ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Sasa ni akina nani ambao wanaweza kubeba ujumbe huu? Ikiwa ndani ya ujumbe huu ni maonyo dhidi ya mifumo miovu ya kidunia. Nani atakayeweza kubeba ujumbe huu ikiwa mifumo ya kidunia bado ina nguvu ndani ya mtu fulani? Mifumo ya kidunia bado ina nguvu ndani ya Mkristo fulani hakuna isipokuwa wale tu ambao watakuwa wamejikana dhidi ya viwango vya kidunia na kuruhusu viwango vya Kikristo vitawale katika maisha yao. Hao ndio watakaoweza. Sasa sikiliza maneno haya ya kutia moyo Mungu. Kama wabeba nuru, ametuita kuishija katika dunia hii kama wabeba nuru. Nukuu ya leo imejengwa katika vitabu vifuatavyo. Mungu anatuita kufanya nini katika dunia hii kama watu wanaobeba nuru, watu ambao wameitwa kuwa nuru ya ulimwengu? Palipo na giza wataangaza nuru, na sio watu ambao wanaitwa wabeba nuru, wakienda kwenye giza wanaongeza giza zaidi. Ah, hilo sio kusudi la Mungu. Sikiliza anavyosema katika nukuu hizi. Mungu anasema nini? Mungu anasema hivi: wale wote wanaoitwa kwa jina la Kristo, ambao wako ulimwenguni, ila wakidumu kuwa nuru ya ulimwengu katikati ya giza, hawatakubali kuongolewa na viwango vya kiulimwengu au vya kidunia. Badala yake, wao kwa kuwepo katika ulimwengu huu wanakusudia na Mungu. Mungu anawakusudia wao ndio wauongoe ulimwengu. Yaani, kwa maana nyingine, Mungu anawaita wabeba nuru waende ulimwenguni kuwatoa watu ambao wangeangamia jehanamu na kuwaongoza katika ufalme wa mbinguni. Hicho ndicho ambacho Mungu amewaitia watoto wake. Mungu hajawaita watu kukaa ulimwenguni na kudumu kufanana na viwango vya ulimwengu, la hasha. Badala yake Mungu anawaita wale wote wanaitwa kwa jina lake, Wakristo wacha Mungu. Mungu anawaita kukaa katika ulimwengu huu, lakini wakidumisha viwango vya Kikristo badala ya ulimwengu kuwaongoa na tamaa zake na mifumo yake miovu. Badala ya ulimwengu kufanya maridhiano na wao, wao watasimama katika neno na kudumisha viwango vya Kikristo peke yake katika ulimwengu huu. Hicho ndicho ambacho Mungu amewaitia watoto wake. Kwa hiyo wale wanaokusudia kubeba ujumbe wa malaika watatu katika dunia hii hawapaswi kukubali kwa namna iwayo yoyote kuongolewa na ulimwengu katika viwango vyake vya kiulimwengu. Najua anaposema kuongolewa na ulimwengu, maana yake kubadilishwa, yaani wewe unapofika sehemu ya giza, wewe unatakiwa uwe nuru inayoangaza mahali penye giza, Sio ufike gizani na wewe tena uwe giza zaidi. Aha. Hapo unakuwa hujaongoa, unakuwa umeongolewa. Anasema nini maneno haya katika kitabu hiki? Sikiliza anavyosema: ni ukweli mzito wa kutisha kwamba wengi ambao wamekuwa na ari katika kuutangaza ujumbe wa malaika watatu sasa wanakuwa wasiopenda na wasiojali mpaka kati ya walimwengu mpaka kati ya walimwengu, na wengi wanaojulikana kuwa Wakristo karibu hauwezi kutofautishwa. Wengi ambao hapo awali walikuwa wa Adventista wenye bidii, wanapatana na ulimwengu na matendo yake, desturi zake, ubinafsi wake, badala ya kuongoza ulimwengu kutoa utii kwa sheria ya Mungu. Kanisa linaungana zaidi na zaidi na ulimwengu katika uasi. Kila kila siku kanisa linaongolewa na ulimwengu. Ni wangapi wanaodai kuwa Wakristo ni watumwa wa utajiri, kuendekeza kwao hamu ya chakula, matumizi yao ya pesa ya ubadhi, ya, ya ubadhirifu ajili ya kukidhi haja za ubinafsi zao humfedhehesha na kumvunjia heshima Mungu sana. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la nane, ukurasa mia moja kumi na nane, na ile paragrafu yane, maneno haya yanasema, yanaandikwa hapa tasikiliza. Kadiri tunavyojifunza knis kanisa, kanisa lina maana mbili. Tafasiri ya neno kanisa katika masomo yaliyotangulia, niliwaambia kwamba kanisa lina maana mbili kanisa kwa maana ya jengo, mahali ambapo watu huabudu, lakini kanisa kwa maana ya watu walioitwa, jamii ya waumini, ya waaminio, walioitwa kumwabudu na kumwamini Mungu, kanisa. Na hii unaweza ukaisoma katika ile Ufunuo sura kwenye fungu la nne, Mungu anapoita kanisa lake akisema, tokeni kwake enyi watu wangu, tokeni, tokeni, tokeni. Biblia inasema tokeni kwake enyi watu wangu. Ni watu walioitwa, wameitwa kutoka wapi? Kutoka ulimwenguni, na kuishi katika viwango vya Kikristo wakidumu kuitangaza habari njema, ukiwemo ujumbe wa malaika watatu, ambao ndiyo injili ya milele inayopaswa kuhubiriwa katika ulimwengu wote kabla ya marejeo ya Kristo mara ya pili. Na hivyo wanadamu pande zote za dunia wanaitwa kuupokea na kuusikia ujumbe huo. Na wale wote wanaosikia na kutii, hao ndio wanaoandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Ni akina nani walioitwa? Kanisa la Mungu duniani limeitwa kwa ajili ya kubeba nuru, kubeba ujumbe wa malaika watatu na kupeleka katika ulimwengu, ulimwengu ambao hauna maadili. Ujumbe wa malaika watatu utapenyeza. Sasa wale wanaokusudia kubeba, ndiyo hao, neno la Mungu nalosema kwamba lazima wao, wamekubali wasikubali, kwa namna iwayoyote kuongolewa na ulimwengu, badala yake wao wauongoe ulimwengu. Na hapo ndicho kile kinachomaanisha ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nuru ya ulimwengu, nuru inapotawala inapofika katika giza, giza huondoshwa na nuru pekee. Na hivyo palipo na giza ni nuru ya Kristo pekee iliyo ndani ya watoto wake watakaoweza kupeleka nuru mahali penye giza. Hicho ndicho ambacho Mungu anatuitia. Kwa hiyo kila mkristo Anayeitwa kwa jina la Kristo, wale wote wanaosema wamekubali kumpokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yao ni sharti wakubali kujikana nafsi dhidi ya viwango vyote vya kiulimwengu, katika kula, katika kunywa, katika habari ya kupenda anasa, na badala yake wampende Mungu kwa mioyo yao, kwa akili, kwa nguvu na kwa roho zao. Watu watakaojisalimisha mikononi mwa Mungu kwa kiasi hicho, hao ndio watakaoweza kubeba nuru na kuipeleka katika ulimwengu huu unaoharibika. Sikiliza na kwa kukosa bidii kwa ajili ya uenezwaji wa ujumbe wa malaika watatu, wengine wengi, ingawa hawaishi katika uvunjaji dhahiri wa sheria, hata hivyo, kwa kweli wanatoa mvuto wao kwa upande wa Shetani, kama vile wale wanaotenda dhambi dhidi ya Mungu waziwazi wazi. Watu wengi wanaangamia, lakini ni wachache kiasi gani walio na mzigo wa kwa ajili ya roho hizi? Kuna uzito wa akili kupooza juu ya watu wengi wa Mungu ambako kunawazuia kuelewa wajibu wa wakati huu. Suda kwa Kanisa, gombo la nane, ukurasa wa mia kumi na tisa na ile paragrafi ya kwanza. Kwa hiyo kusudi la Mungu kwa, kwa watoto wake, kusudi la Mungu kwa wale wote waliomchagua kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lazima wakubali kutembea katika viwango vya Kikristo. Ni kweli ya kwamba shetani kusudi lake ni kuwafanya watu watu wa Mungu yumkini walio wateule Kukua, kuangukia katika mikono ya adui huyu mbaya, lakini wale wanaosimama imara katika neno na kudumisha viwango vyao vya Kikristo hawataikubali dhambi inapokuja katika mahali walipo, na kwa sababu hiyo mahali pa dhambi pataondoshwa na nuru ya Kristo iliyomo ndani ya mtu fulani. Ndiyo maana Mungu anatuita kujitathmini katika viwango vyetu vya maisha ya Kikristo, namna tunavyokula, namna tunavyovaa, namna tunavyokunywa, namna tunavyotenda, haya yote yanaku kusudia kumwaksi Kristo. Nje ya hapo viwango vya kiulimwengu vinaweza kuwa na nguvu ndani yetu, na vitakapokuwa na nguvu ndani yetu, hakuna atakayeweza kuibeba nuru na kuipeleka mahali penye giza. Nitawezaje kupeleka nuru ikiwa ndani mwangu viwango vya vya kiulimwengu vina nguvu kuliko viwango vya Kikristo? Na hivyo kusudi la Mungu ni nini basi? Wale wote wanaokubali kumfuata yeye ni sharti wakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakapotuongoza, ndipo akili zetu zitatawaliwa na nia ya Kristo, na nia ya Kristo inapotawala ndani yetu, hakuna mvuto wowote wa kidunia utakaotutoa kwa Mungu. Badala yake mvuto wa Kikristo utashinda dhidi ya mivuto miovu yote ya kiulimwengu na hivyo hautaishi kama Mkristo au hautaishi tu kama Mkristo bali utaishi ukiwa ni mkristo kamili, mkristo sahihi mbele za Mungu katika dunia hii. Na kwa sababu hiyo utaishi kwa kumfuatisha Kristo na Kristo peke yake. Kumbuka, wakati shetani anataka tuishi katika viwango vya uovu katika dunia hii, Mungu anahitaji tuishi katika viwango vya Kikristo, viwango vya kiucha Mungu tukiwa katika ulimwengu huu. Na hivyo ajenda moja kubwa inayobaki ni nini? Ni kufanya uchaguzi ulio sahihi, ili tukubali kutembea katika njia za Kristo na hapo ndipo utaweza kushinda. Ukweli ni kwamba inawezekana kabisa kuishi kwa ukamilifu, ukamilifu katikati ya machafuko, lakini bado tukidumu kuishi tukiwa waaminifu mbele za Mungu. Ikiwa tutasema hatuwezi, basi hata ujumbe huu tuliopewa, ambao Mungu anakusudia tupeleke, hatutaweza kupeleka. Maana kabla ya kupeleka ni sharti tujitakase, ni sharti tujitakase. Hautaweza kumwambia mtu usiue wakati unaua, hata kwa maneno. Hautamwambia mtu usizini wakati wewe mwenyewe wazini, na hivyo ni sharti tujitakase. Je, mikono yangu ni safi? midomo yangu ni safi? moyo wangu ni safi? Watu watakaojitathmini katika mtazamo huo, hao ndio watakaoweza kubeba ujumbe huu na kupenyeza kwa haraka katika mahali ambapo bado giza la kiroho limetanda. Anayeitwa ni mimi na wewe, wote tunaitwa kwenda ulimwenguni kupeleka habari njema za ufalme. Ninaitwa, unaitwa, tunaitwa kama jamii ya waaminio. Kanisa ni jamii ya waaminio, watu waliopokea ujumbe wa pekee, wanaopaswa kuupeleka katika ulimwengu unaozama katika giza la dhambi. Hivyo mimi na wewe tunaitwa kwenda kwa ulimwengu bila kuwa wa ulimwengu na hapo ndipo tutaweza kufanikiwa. Inawezekana katika Bwana, na kwa kuwa inawezekana katika Bwana, hakuna chochote cha kukuzuia kubeba ujumbe huu. Beba ujumbe wa onyo, peleka ulimwenguni, wakati huo huo Roho Mtakatifu akiongoza maisha yako kwenda kwa ukamilifu, kupenda rehema, na jinsi Mungu anavyohitaji, tudumishe viwango vya Kikristo tuungali katika dunia hii. Mungu akubariki. Mungu atubariki tunapobaki kwa sehemu ya tafakari hii, hebu tujiulize, je, tunastahili kubeba ujumbe huu kuupeleka kwa ulimwengu, ama kuna mahali tunahitaji kufanya mchakato wa kujitakasa ili tutakaswe na Roho kisha tupeleke tu ujumbe? Kumbuka, ni baada ya Isaya kuguswa na kara moto katika Isaya sura ya sita, hapo ndipo aliposikia sauti ya Bwana ikisema ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo aliposema nitume mimi, nitume mimi hapa. Vivyo hivyo wale wanaokusudia kubeba ujumbe wa Malaika watatu sharti wajitakase, sharti waguswe na kaa la, la, la moto ndani yao, na hapo baada ya kutakaswa, ndipo wataweza kubeba ujumbe huu na kuupeleka kwa ulimwengu. Hebu kubali kuwa sehemu ya ujumbe huu na Mungu atakubariki. Bwana awe pamoja nawe, na kutakia tafakari njema. Mungu akubariki.